Anzeni nende kwa sauti kwanza, nione mambo vipi? And, andika sentensi tatu kubainisha matumizi ya ki matumizi ya ki ki oh, kimwalimu kimefika. Hapana, kitoto kimefika, udogo. Hey, udogo. kiota kile kimeangushwa, hiyo ngeli. N ngeli, n ngeli. Juma alitembea kijeshi. Juma alitembea kijeshi, hiyo ni kielezi mfanano. E, kielezi mfanano Andika kinyume cha zama z, zamua. Hapana, uh, hapana. We elea zama, elea hiyo e, iko sawa <laughs> iko sawa, sawa. Umati ni kwa watu, kama vile pengo ni kwa vifaranga, utasema nini? Sema watoto Hapana, jamii oh, jamii ya vifaranga, jamii ya vifaranga oh, nomino za makundi, nomino za makundi. Tunga sentensi kuonyesha tofauti kati ya suka na zuka, alama mbili, alama mbili. Hii tutafanya uh, suka suka ni kufuma nywele na zuka oh, kutokea ghafla. Wacha wacha niandike hiyo. Alipokuwa akimusuka nywele, kulizuka ugomvi. <laughs> kofiti hii, kuainisha kofiti. Eh, kuchanganua sentensi. wanaojenga wanaojenga, wa ni nafsi ya wingi eh, kwa sababu ni anaye, nafsi ya tatu, nafsi ya tatu wingi wa wanaa hiyo nimepata na hapa ni wakati nani wakati eh na wakati uliopo wakati uliopo na o ni o rejeshi wanao o rejeshi kuonyesha nani mtendaji ya mtendaji na jenk ah, hii ni rahisi mzizi na ani kiishio tamati kauli ya kauli ya kutenda kauli ya kutenda asante sana, sana. hiyo iko fiti Andika sentensi hii kwa wakati ujao hali ya kuendelea. Eh, wakati ujao hali ya kuendelea hii itakuwa vipi kweli? Mvua ilinyesha tukisoma, mvua ilinyesha tukisoma. Kwa hivyo wakati ujao itakuwa ta, mvua ita, kwa hivyo itakuwa mvua ita oh. mvua itakuwa ikinyesha tukisoma. Fiti. Badilisha sentensi eh, badilisha wakiwajibika kuwa nomino katika sentensi ifuatayo. Wakiwajibika waki, viongozi wakiwajibika uchumi utaimarika. Si hapa ni ngeli itakuwa ngeli ya kuku, kwa hivyo ni kuwajibika kwa viongozi kutaimarisha uchumi <laughs> Fiti, acha sana niziandike zote sahihi.